Natoa salamu kwa kila mmoja wenu. Unapoanza biashara unawezaje kujifunza kuhusu wateja wako na kuhusu masoko? Ni zipi baadhi za njia za kujifunza kuhusu wateja wako na kuhusu masoko? Unaweza kushuhudia maduka na wateja ili kujifunza kwa kuona na kusikia. Unaweza kuzungumza na watu, wateja, wauzaji na wagawa bidhaa ili kujifunza kupitia mazungumzo. Unaweza kufanya mazoezi kwa kuuza bidhaa za duka la mtu mwingine ili kujifunza kwa vitendo. Ni muhimu kukusanya maelezo kwa njia kama hizo tofauti tofauti. Unahitaji kukusanya maelezo ili kuelewa aina ya biashara unayotaka kuanzisha. Hata baada ya kuamua aina ya biashara unayotaka kuanzisha, unahitaji kuendelea kukusanya maelezo unapoendesha biashara. Maelezo haya yatakusaidia kuendesha biashara kwa mafanikio. Kwa mfano, Unahitaji maelezo kuhusu kuchagua wagawa bidhaa, kuwasiliana na wateja, kuwapatia bidhaa na kuona kama wanaridhika. Maelezo haya yote yanakusudia kuendesha biashara yako kwa ufanisi iwezekanavyo.